A Pilipili unaongelea mwasisi wa sanaa ya ucheshi wima, lakini pia unamwongelea mwana mapinduzi wa shughuli za ushereheshaji. Kwa hiyo, Pilipili ni mtu ambaye ametuachia legacy kubwa sana ndani ya nchi na hata nje ya nchi. Kwa hiyo, tutamkumbuka kwa mchango wake huo katika jamii yetu. Wewe we, we umekiri kwamba mja kati ya waanzilishi wanzilishi walakini, naona kama kuna wengine hawalitaji hawa. Hio ni kitu gani ambacho kinapaswa kukifanya zaidi kumrekognii mtu kwa kile ambacho aliwahi kukifanyakama? Kama wakiimake watakuwa awatambui, kao inabidi sisi tuwaambie. Kwa hiyo sisi tutawaambia huyu ndio alianzisha eh, kusabu, uh, shima shima eh, kwa sababu tunasema heshima iombwi, heshima inapewa, kwa hiyo kama mtu atambui, inawezekana afahamu, tutamfahamisha. Ni uh, kipi hasa ambacho utakikumbuka kwa kwa marehemu? Kikubwa zaidi ni moyo wake safi wa kusaidia mtu ambaye hata hausiani naye, hana undugu naye wowote. Hiyo ndio jambo kubwa ambalo nalikumbuka kwake. Ni mtu ambaye alikuwa ana makuu kabisa kabisa, yani sio sababu amekufa, yani hata angekuwa hapa ai, ningekwambia hivyo hivyo. Ni, ni, ni, ni lipi hasa ukiachana tu na ule ukaribu ambao alikuwa nao na kuweza kuwasaidia watu wengine ambalo unaweza ukasema ili nikiliongeza kwenye kile ambacho alikuwa nakifanya? Mm. Tutamkumbuka sana MC Pilipili. Mm, kusema sawa. Kweli mambo mengi ambayo alikuwa nayafanya tumeyasema. Kitu ambacho uh, nahisi mimi kukiona ni kwamba ukiachana na yote MC Pilipili akuwahi kuishi bila kusahau kumsahau Mungu kwa namna yoyote ile, alikuwa ana hofu ya Mungu, alikuwa anazunguka na kwenda yani anafanya kila anachokifanya, lakini bado hofu ya Mungu ilikuwa iko pale pale. Hicho ndicho ninachokikumbuka kwamba hata tuwe ni watu wa namna gani katika jamii zetu tusiweze kusahau Mungu. Hilo na hilo nitaendelea kulikumbuka na hiyo ndio niliona ikiwa kitu cha kipekee sana kwake, kwa sababu kwa mwingine, mtu akipata umaarufu fulani katika jamii anaweza akalisahau hiyo, lakini yeye hakuweza kulisahau hiyo.